Kumbe kuna watu sasa hapa yani mnauza na soda, naona fridge, yani soda zipo, ni wewe tu, kuna Milinda, Fanta, Pepsi, yani kuna kila aina ya soda. Ya mwisho ni bomba, bomba, bomba. Tulia hapo hapo, umesema hii ya mwisho, hii bomba hii Nilo? ni mabomba yale wanaopitisha maji u bomba, ni soda hii, bomba hii A Sio bomba tunamaanisha kama mabomba hayo ya barabarani nini? Hapana, ni bomba aina ya soda, aina ya kinywaji. Hapo sasa kinywajiaoaa <laughs> kinywaji kinaitwa bomba eh? Yale yale mabomba mvua yale ya bafu. Hapana. Eh, soda <laughs> ni kama aina ya soda kama unavyosikia Fanta, Mirinda kama nilivyokutajia. Sasa ngoja. Naomba hiyo nionje. Naomba soda. E, lipe, bomba, bomba. Bomba. Yeah.

Unapochukua kitu unatakiwa ulipe. Kwao naomba hela ah. Mimi dada, nimesemaje? Hiyo soda sio tamu, na kama una bisi basi, onja labda ime expire. Hapana, Hivi ni vitu vya kazini. Sasa Hapa ni dukani, unatakiwa ulipe. Kwani je kama ime expire wakati methi unakuja hapo ulijua ni nyumbani? Sasa sikia, wewe si Mimi nakwambia si sio tamu, wewe unakataa ah, ah. Onja. Wakati unakuja ulijua ni nyumbani. mimi siwezi kuonja kinywaji ambacho umeshakunywa wewe. Aha, unaogopa denda, si ndio? Sasa, ndio, mimi nimekwambia onja, hata ya kama na, ni denda, mimi naogopa. <laughs> gani, mbona nasikia denda sijui nini hapana. Yani huyu hapa ni mteja mm, kama wateja wengine mm, nimemhudumia soda lakini hataki kulipa ah. Sasa kia brother, nikwambie kitu kimoja. Unaona bana, hii hapa soda, mimi nimemwambiaje? Nataka nionje zile za yake, lakini mimi nahisi hivi, sio tabia. Wewe onja kwanza, ndio sikia kwa. Ah, onja kwanza tu, usipoonja tutajua. a a mada wewe onja kwanza nisikilize hapo huko dukani kwangu, sawa O, inatakiwa upunguze sauti. Yeah. Sasa usivyokuona kwa kwamba mimi sijaji hiyo sauti ukatumia kwa mke wako. Sasa nimeingia kwenye ofisi <laughs> si, yeah. ni Ai! mwenye ofisi, tutulia sikilize, mimi sijifanye uko bize na mambo yako. Onja, hii sote. Kwani una shida? wezekana meiaani na shdaa. Onja kwanza, onja kwanza ndo utaniambia kwamba kwani imeendaje? Piga pafu mbili. Eh, sawa, napiga pafu ndio. Mimi tu. Ya kwanza. Piga ya pili <tos> <tos> Haya, hiyo sio ndio? Umesikia ni tamu. Mimi sio kama asinu weeeaiah mi nimemwambia nataka nionje sasa. Nimesikia hii nilivyoonja. Sasa bni mm, sio nzuri. Mimi sasa hivi sitaki kununua sasa, nataka nunue nyingine. Ah, ah, Dada, unanizahirisha ni azime mate nihesabie pesa hapa, niazime mate nihesabu pesa. hebu subiri ah. kwanza mke wangu, mbona unafuna haraka? Yani uw umekuja kununua soda moja <laughs> hey. Ukahudumiwa akaniambia kwanza, kuna soda nyingi nyingi, akaniambia kuna hili bomba mvua hii, wow! <coughs> sijaagiza mimi. Alivyoniambia kuna soda kama hii, nikamwambia naomba nionje kama wewe ulivoonja. Wewe si umeonja? Sasa sikia, hebu subiri kwanza. Hivi tangu lini soda ikaonja, imekuwa kampuni hapo? Subiri wewe, umefanyaje wewe, umefanyaje hapo? Mimi nimeonja imesha kununuliwa. Sasa umekuta imefunuliwa? Mimi nilikuwa nimeifunika, mimi nimeonja nikaifunika, wewe kafunua ukaonja Ha? Ha? Sisa, mimi, mimi sasa hivi kulingana na mantiki ilipo sindio? Kwa sababu wewe wow, ushaonja mimi na sasa hivi na soda sitaki. Kwa nini mnauza shingani elfu moja? Wewe sasa sikia, kwa sababu mini zani ni mia tano ningenunua. Kwa sababu ni elfu moja, wewe moja wesimepiga pafu mbili Ah, no. Tuliewes mepiga pafumbili bwana, namisimepiga pafumbili tunachangia mia mbili mia mbili hii e, naobaki dada, utauza mia sita ah, <tumarca> Nataka tu niulize kitu kimoja, una akili timamu? Nilikuwa nasema hiyo tu mimi, ukaja kusema ilo soda yeah. Mniuzie soda na mandazi, nimekubali naomba tu hiyo na mandazi brother.